Mosi, kuendeleza juhudi za ukusanyaji wa taka ngumu na laini kwenye halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza wakandarasi wote waliopewa kazi ya kukusanya taka katika mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao wa kimkataba kama ilivyoainishwa katika mikataba hiyo. Na, na mikataba hiyo itekelezwe kwa ufanisi mkubwa. Pia ameziagiza halmashauri zote kusimamia vizuri mikataba ya wakandarasi ambayo imeingiwa ya kukusanya taka katika maeneo yote. Mbili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza vikundi vyote vya uwezeshaji wa taka na miradi maalum iliyoanzishwa ya kukusanya taka katika ngazi zote za mitaa na kata na halmashauri, viendelee kufanya wajibu huo kwa weledi na ufanisi. Na halmashauri ziendelee kuvipa sapoti vikundi hivyo vinavyokusanya taka na kuozesha taka katika maeneo yetu, ikiwemo kuziwezesha au kuviwezesha vikundi hivyo viweze kuchakata taka, na hapa nimeona wenzetu wa wakusanyaji wa taka wamekuja na mashine ya mfano . Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amejuhudi juhudi zifanyike kuona namna gani kwenye kata zetu mashine kama hizi zinaweza kuwepo, ziweze kutumiwa katika kuchakata taka za plastiki katika maeneo yetu. Tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ameagiza na kuelekeza, elimu ya utunzaji mazingira na udhibiti wa utupaji holela wa taka maeneo ya makazi iendelee kutolewa. Nne, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameagiza sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira na udhibiti wa taka ziendelee kusimamiwa kwa karibu sana na mamlaka zote za serikali haswa katika ngazi ya serikali za mitaa. Kwa hiyo, wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na watendaji, simamieni sheria na kanuni za usimamizi wa mazingira katika maeneo yenu ili kila mmoja aweze kufuata sheria ambazo tumejiwekea. Tano, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira yakiwemo mabenki, mashirika yasiyo ya serikali, NGOs na vikundi vya wanawake na vijana ambavyo vimeanzishwa katika maeneo yetu ili kusimamia sekta ya mazingira na kudhibiti taka. Kwa hiyo, kila mmoja anayehusika ahakikishe kwamba tunaimarisha ushirikiano na wadau hawa muhimu sana katika sekta ya mazingira. Sita, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameagiza na kuelekeza wananchi wote katika mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kuibua miradi ya kijamii ya utunzaji wa mazingira katika ngazi za mitaa na kata. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatambua nguvu kubwa ya jamii katika kuibua na kusimamia miradi ya maendeleo katika maeneo yao, ameendelea kusisitiza wananchi bila kuchoka, kuendelea kuibua miradi ya kijamii ya utunzaji wa mazingira katika ngazi zetu, kwa sababu miradi hii inaleta tija kubwa sana, lakini pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara wa utunzaji wa mazingira na kinara wa nishati safi katika ukanda wetu wa Afrika na duniani.